Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Ukiona kwenye kioo sura yako si nzuri, huvunji kioo, sio, unajitengeneza ili uonekane vizuri zaidi. Maanake ni kwamba mwaka unaokuja tukarekebishe kasoro zilizopo, ili tuweze kuonekana vizuri zaidi kwenye taarifa hii. Kama unawekeza kwenye maji halafu maji mengi yanapotea, mathalan asilimia sabini ya maji yanapotea